Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki. Sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 0746 813 813. Wanawake wa Marekani wanazidi kukubali maisha bila ndoa wakitilia mkazo elimu, kazi na mahusiano ya kirafiki badala ya kutafuta wenza wa ndoa. Tafiti zinaonyesha kuwa idadi kubwa ya wanawake wanajihusisha zaidi na maendeleo yao binafsi, huku wakionyesha kutoridhishwa na chaguzi za wanaume waliopo. Utafiti wa mwaka 2024 kutoka American Enterprises Institute, AEI ulibaini kuwa zaidi ya nusu ya wanawake wasio na ndoa wanaamini kuwa wana furaha zaidi kuliko wenzao walioolewa. Kwa upande wa wanaume ni takribani theluthi moja tu waliokubaliana na mtazamo huo. Kwa kizazi kipya hasa Gen Z, mitazamo kuhusu mahusiano imebadilika kwa kasi. Harakati kama boisoba zimepata umaarufu kwenye mitandao ya kijamii zikisisitiza umuhimu wa kujijenga binafsi na kupata furaha nje ya mahusiano ya kimapenzi. Vilevile vile, tafiti zinaonyesha kupungua kwa mahusiano ya vijana wa shule na kushuka kwa viwango vya uhusiano wa kimapenzi kwa kizazi hiki ikilinganishwa na vizazi vilivyotangulia.